sleo kule Oman. Jamani, Ramadhani ndiyo hiyo tena. Kwa hiyo wale ambao walikuwa hawakuifanyia ha vyema Ramadhani, basi hawajachelewa, hawajachelewa waifanyie vyema. Lakini miongoni mwayo ni kuhakikisha kwamba usiku wanafanya ibada kuanzia saa nane mpaka saa kumi huo muda, wanyanyuke wafanye ibada ya aina yoyote ile kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuutafuta ule usiku wenye cheo tunauongelea mara kwa mara manake, ndio msingi na sharafu kuu ya mwezi huu ili waupate ule usiku wa Lailatul Qadri. wahisabiwe wamefanya ibada zaidi ya miaka themanini na tatu na wakifa wakiwa hawajafariki na wakifa wakiwa hawajafikia miaka hiyo wanahesabiwa ni watu wa peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa ambao watakaopata siku hiyo inshallah. Mashekhe, leo bihaulillahi aza wajalla wa qudratihi, tutazungumzia al-amalu lati man amilaha taadilu hajatan, matendo ambayo mtu akiyafanya anahesabiwa amefanya ibada ya hija tena tama, tamatu tama, yani amefanya ibada ya hija kwa ukamilifu. Ni matendo hayapungui saba. Mwislamu akiyafanya matendo hayo anahesabika yeye amefanya ibada ya hija na ukizingatia tumo ndani ya Ramadhani hii, atakuwa mtu amefunga Ramadhani na amefanya ibada ya hija hivyo. Leo bihauli llahi azza wa jalla wa, wa kuduratihi tupate faida hii, tuyaongee hata kama ni mawili, lakini kwanza, kabla hatuja yaeleza matendo hayo, tuelewe kwamba hija, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalama, katika hadithi ambayo imepokewa na jamaatun min alaimma

hana malipo yeye atakayopewa na Allah subhanahu wa taala zaidi ya pepo tu. Hii ina maana mtu akienda kule Maka kule na Madina kwenda kuhiji, akirudi hapa ikiwa hija yake imekamilika, Allah azza wa jalla asema huyo hana malipo zaidi ya kuingia peponi tu. Lifahamike hilo. Hivyo basi ina maana kwa hayati unayoeleza hapa ikiwa mtu ameyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, aisabiwa yeye hana malipo zaidi ya pepo tu. Kwa hiyo tuyaanze kueleza haya. La kwanza ni katika maneno yake Mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, maneno hayo yameandikwa na Alimamu Tirmidhiyu fi sunani yeye wa hasanahu Hadithi hiyo akasema ni hasan at-Tirmidhi. Lakini pia albaghawiyu fi sharh sunna, fi sharh sunna albaghawiyu al ni al-imam katika maimamu al-imamu Shafi'i katika sharh sunna yake ameiandika na pia wa hasanahu akasema, daraja lake ni hasan. Hadithi imesahihishwa na al-Hafidh

Lakini kwa wanachuoni wa kisalafi hawa ambao leo hadithi ikija, mpaka tuangalie ha nao wamesemaje. Hawa al-Albani hadithi hii ameikubali kwa daraja la hasan katika vitabu vyake saba, ikiwepo sahihu jamii yake, lakini pia asahiha yake. Vitabu hivi viwili yeye ameikubali, na hivi ndiyo vitabu vyake vikubwa vya hadithi vinavyotegemewa hadithi hii amekubali. Lakini pia mwingine Ibn Bazi hii hadithi ameikubali katika fatawa yake, na Ali Uthaimin na pia hadithi ameikubali katika fatawa yake. Ina maana hakuna shida katika usahihi wa hadithi hii. Hadithi hii ya Anas bin Malik, Mwenyezi Mungu amwiradhi, asema kuwa

Tam, tam, tam. Ana si asema kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, man salla alghadata, mwenye kuswali alghadata, wa mafasiri ashurahu maana yake subh, alghadata ni subh, ndio maana mashekhe wetu wale walipoiweka inia ya saumu wanasema, nawaitu sauma ghadi sauma ghadi an adai min yaumi shahri Ramadhana imana wa ihtisaba alafu nini liwaji llahi lkarim walhamdulillahi rabbil alamin. Unuiaji huu umewekwa na mashehe kwamba nawaitu sauma ghadi, nanuia kufunga asubuhi, sio kesho. Kuna baadhi ya watu wasema, ah, ya watu wasema hata hiyo nia yao wenyewe pia wanaikosea hawa watu, eti nawaitu sauma ghadi, kwamba nanuia kufunga kesho. ye hufahamu kwamba ghadha maanake ni kesho, lakini ghadi ina maana kwa Waarabu ni asubuhi. Kwa hiyo anuia kufunga asubuhi, nilikusudia kwamba ikifika magharibi tayari siku ishabadilika. Ina maana leo magharibi inakuwa tayari ni juma nne. Sasa ukisema nawaitu swaumaghadi ina maana kwamba wanuia kufunga kesho, kwa maana yanavyo ifasiri wao, lakini usahihi nawaitu swaumaghadi, na nanuia kufunga asubuhi, baada nini, alfajiri ikichomoza. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema man salla alghadata mwenye kuswali nini, swala ya asubuhi fi jamaatin, kwa jamaa. Shati la kwanza aswali kwa nini? Kwa jamaa. Thumma kaada, kisha akakaa baada ya kuswali swala ya jamaa ya asubuhi subuhi, yadhkurullah tabaraka wa taala, akaleta dhikiri kumdhikiri Allah subhanahu wa taala, dhikiri zikaenda hizo hatatloahaa mpaka jua likachomoza. Baada ya jua kuchomoza, thumma salla rak'atayn, kisha akaswali raka mbili za ishrak. Kuna raka mbili za ishrak jua linapo nini, linapochomoza. mbanna dhuha hizi zimew tofauti eh. Dhuha ni baada ya jua kdo kupanda eh. Naam akaswali raka mbili za kuchomoza jua. Basi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema mwenye kufanya hivyo, kanat lahu kaajri hajjatin, anakuwa yeye na malipo sawa na mtu aliyefanya hija. Sio hija peke yake tu, walumra na nini na umra. Tena hija hii na umra hii ni iliyotimia. Mtume sallallahu alayhi wasallama, maneno haya akayarudia mara ngapi? Mara tatu, tamma tamma tamma, iliyotimia iliyotimia iliyotimia. Hii ina maana mwislam asubuhi kesho akitoka mapema akaja msikitini na jamaa sawa la nyumbani kwake kuna watu zaidi ya watatu wakaswali pamoja, tumeelewana baada ya salamu, akatoa dhikiri zake za swala kama kawaida. Baada ya hapo tena, asilale hapo hapo alipokaa, aendelee kuleta dhikiri zake, kama ni kusoma Qurani, kumsalia mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, yani adhkari zozote ambazo yeye ata nini, atazitoa basi akifanya hivyo, jua likichomoza, aswali raka mbili za ishrak za kuchomoza jua, huyu anapewa malipo sawa na mtu aliyefanya ibada ya hija na umra. Ah, kwa nini apewe malipo haya mashehe? Kwa nini apewe malipo haya? Kwa nini apewe malipo haya? Kwa sababu azaman az wakati ambao anaofanyia ibada hii una sharafu mno, una utukufu mno baina ya subuhi ila tula ish shams, baada asubuhi. Hapa swala ya asubuhi mpaka jua mnachomoza, hapa mwislamu ana wakati muhimu mno, na kwa kutilia nguvu zaidi wakati huu fanya aladhkari zote sahihi za kisheria alafu ipige Yasini mara kumi na moja Yasin mara kumi na moja, alafu omba dua zako. Ebu jaribu hilo shekhi, jaribu hilo yani leo baa kesho, bihaulillahi azza wa jalla wa kudratihi. baada ya swala ya subuhi kaa toa dhikiri zako zile, usisahau kuswa nini, aya Ayatul Kursi ile. Maana ile aya mtu akisoma baada ya swala za faradhi, hukumu inamu hukumu kwamba yeye ni mtu wa nini? Mtu wa nini? wa peponi tayari labda tu asife, ina maana akifa kabla ya swala ya dhuhuri yeye ni mtu wa peponi. Hili nalo pia halina shaka mbele ya huffadhu na mufassiruna na almuhadithun na al aimma, halina shaka. Muislamu akiswali swala ya faradhi akasoma nini, Ayatul Kursi mara moja tu, kwa ikhlasi kabisa, huyu anachukulika ni mtu wa peponi, akifa kabla ya swala nyingine Kitakacho mzuia yeye asiingie peponi nini? Ni kifo tu. Sasa baada ya hapo, ndugu yangu, ipige yasini tena ya nguvu taratibu kumi na moja alafu muombe mola wako Mungu, minina shida bwana, maisha yangu sio mazuri, alafu uone Allah subhanahu ta hey, wa taala atakufanyia nini. Hii nukta ya kwanza mashekhe, lakini nukta ya pili ni mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam

Man ghada ila al masjidi la yurid illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu kaajrin hajin taman hajatahu, vile vile tu mwenye kutoka nyumbani kwake akaja msikitini kama hapa alipokuja hapa msikitini, hana alitakalo isipokuwa ni kujifunza yeye khairi au kufunzwa yeye kheri. Kwa maana ni mimi hapa nimefunza kheri au nyinyi wenzangu, naye mimi hapa nafunza kheri nyinyi wenzangu, naye mwajifunza kheri. Maanake nini? Ameenda kutoa darasa au ameenda kusoma darasa au ameenda kufanya maswala ya kheri katika masjidi. Kwa hiyo ameenda msikitini, hana analolitaka zaidi ya nini? zaidi ya kujifunza kheri au kufunzwa kheri basi, huyu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama hasema malipo yake ni sawa na mtu aliyefanya ibada ya hija iliyokamilika. Lakini pia tufahamu, mashekhe, mwezi huu wa Ramadhani kwa sharafu yake, mwenye kwenda kufanya umra, umra ni sunna basi anapewa malipo ya kufanya haji hija ambayo ni faradhi inshallah. Biha alhabibi ameuliza swali kwamba amesikia kuwa mwanamke akimpa vizuri mumewe ile haki yake katika ile ibada ya jimai, akimpa vizuri kabisa, mume akasikia raha kweli kweli E, wana njia zao wale, wana wana njia zao. Na wale kina mama ni wape taaluma hii, kwamba mwanamume ana sehemu zake saba za mwili akizishika kimpangilio mzuri basi anachota akili ya mume, anachota akili ya mume. Na mwanamke naye ana sehemu tisa, mwanamume akizishika vizuri kwa mpangilio mzuri basi yule mwanamke hata kama ameingiliwa na wanaume watano pale. Sasa hivi ina maana kwamba hana hamu kabisa. Akishikwa katika utaratibu huo, zile hamu zinakuja. Haya, ameeleza uh, Asuyuti, lakini pia atuhi Abdul Fatahi Said Tuhi katika masala ya jimai. Naam, aeleza au auliza Alhabibi hapa kweli kwamba mwanamke akifanya ile ibada kwa uzuri mumewe akipenda anapewa malipo ya hija. Ipo hii hadithi kweli? Wallahi, kwa bahati nzuri mimi sija sijapata hadithi hiyo, lakini ni miongoni mwa mtu ambaye ninaheshimu ilmu. Inawezekana ikawa ipo bwana, lakini mimi sijui shekhe. inawezekana ikawa ipo lakini mie mimi sijui, na lau kama huyo shekha ni shekhe au shekha shekhat, lau kama huyo mwanashekhe wa kike ningempata, ningemjua ningempigia simu nikamwomba anipe hiyo hadithi, maanake mimi ni miongoni mwa wale wakereketwa zereere wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi alayhi wasalama, haswa sahihi. Kwa hiyo hiyo hadithi shehe kwangu ningeni kabisa, naisikia leo kwako. Kwa hiyo kama itakuwa ipo basi inawezekana, yumkin, walakini wallahi mimi sina upewa hadithi hiyo. Kwa fadhila za tendo lile kwa mwanamke kufanya kwa mumewe akiridhia, ni miongoni mwa sababu ya kupata pepo, ni miongoni mwa sababu ya, ku, ya kupata pepo. Yani mume akiridhia ya kwelikweli shekhe, na mume mwenyewe akiwa mcha Mungu e, akiridhia, basi ni sababu ya kupata pepo. Lakini pia anaweza akasema ya rabbi bihadha amali au bihadhi al-amal, kwa amali hii niliyoitenda mimi, msamehe mama yangu uko aliko, mama anasamehewa, sio nafahamika vema. Yaani Mungu, kwa kitendo changu hichi cha kumfanya mume wangu aridhie, asikie raha, basi msamehe mama yangu. Mama anasamehewa akiwa amefariki, au baba anasamehewa akiwa amefariki. Lakini mbali na kuomba dua hiyo mama na baba binti yao akiwa ameolewa, wao wanakuwa na malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisema, wa sallam aliwahi kusikilika akisema kuwa mwenye kuwapoteza watoto wake watatu akasubiri anapewa pepo akasikika pia akisema, mwenye kuwapoteza watoto wake wawili akasubiri anapewa pepo. Ikaenda pia mpaka mmoja, yani mtu ana mtoto wake wa kiume au wa kike alifariki kabla haja baleghe, akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anampatia pepo. si inafanyika vyema, akawa na subira, Allah akachukua mja wake basi, anapewa pepo. Na hii ni katika alfadhailu nikah, katika zile fadhila nini za ndoa, kwa sababu huwezi kupata mtoto mpaka nini, mpaka uoe. Tumelewana hivyo? Kwa hiyo, Shekhe, kuna faida nyingi. Ama hadithi ya nu dai sijui ni gharibu kwangu ngeni kabisa. Naam, sala kwanza. Shehe anauliza kwamba tumeeleza miongoni mwa mambo ambayo ni tadim hajatan ni kitendo cha Muislamu kufanya ibada ya umra katika mwezi wa Ramadhani. Ukifanya ibada ya umra katika mwezi wa Ramadhani, wachughulika umefanya ibada ya hija iliyotimia, malipo yake ya hija iliyotimia kama mtu anakoswali raka mbili za sunna Ramadhani, anashughulika ameswali faradhi ya subuhi. Hii katika miezi mingine hii haina shaka. Tuliweza kuelezea hadithi kwa urefu zaidi, inasahi, na sahihi na sanadi yake na usahihi wake na uhasani wake na udhaifu wake tukaelezea. Kwa hiyo, hiyo alhadithi, anauliza sasa, je, ikiwa huyu ameenda kufanya hiyo ibada ya umra, anashughulika amefanya ibada ya hija kwa ukamilifu na ikiwa yeye bado hajawahi kufanya hija, je, atakuwa tayari imeshamuondokea ile faradhi ya hija kwake? Ndio hivyo hija, kufahamu ni lazima ni faradhi, lazima muislamu akiwa na uwezo nafanya. Sasa yeye hajawahi kwenda kuifanya hiyo ibada, na ibada ile ni wakati maalum, lakini umra ni wakati wowote. Umra ni wakati wowote, mtu anaweza kufanya umra hata asiku mara nne, tano, uwezo wake sasa akifanya Ramadhani anapewa malipo ya hija. Huyu mtu alifanya ibada hii, bado hajafanya hija. Jeni, kwa malipo yale kunaondoleka kwake ulazima wa kuhiji? Jimbo hakuondoleki ulazima wa kuhiji, ila akifa ana malipo ya hija. Akifa hakuenda ku na kama aliyekania kwenda kuhiji, basi ana malipo ya hija ile ya umra kama hija, na atapata pia malipo ya nini ya kufanya hija, kwa kuwa bado haja kwenda kufanya hija. Sijaeleweka? Nitaelewa nukta kwanza, yeye amefanya umra katika mwezi wa Ramadhani anapewa malipo ya hija. Kupewa kwake malipo huku hakuondoi kwake ulazima wa ibada ya hija, bado analazimika aende akafanya ibada ya hija. Alazimika hivi? Basi akifa huyu mtu, haja kwenda kufanya ibada ya hija ya lazima, ila ana nia ya kwenda kufanya ibada ya hija, nia anayo, basi kwa nia yake hiyo anahesabika amefanya ibada ya hija kwa ukamilifu iykutakata lakini. Tabili tujalie yeye hakutiania y kuenda kuhiji kwa lazima hakutiania, alafu akafa, lakini tayari alishafanya umra ya hija, analipwa malipo ya ibada ya hija, lakini ulazima kwake hauko, ulazima kwake haujaongelewa huko vile vile ina maana anashughulia katika maisha yake hakutekeleza baraka ya hii ama, malipo ni yale tu, malipo yake ni yale tu, kwa fadhila au sharafu ya nini? Ya shahru Ramadhana nimefanika na Allahu a'la. Lakini wanawake, wanawake wanawake ambao wanaswali majumbani kwanza, kwa kuna fikra moja imeenea sana. Tuambiwa kwamba eti wanawake ni haramu kuswali misikitini. Uislamu haufunzi hivyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaambia masahaba, msiwazuie wake zenu kwenda kuswali msikitini, ila kuswali nyumbani ni bora kuliko nini? Kuliko msikitini ruhusa ambayo ipo ubora vipi? Ubora na fitina. Jamani, jamani, wanawake wapo na wazuri eh, eh, akipita sue aaomtiani. Sasa itafikia hatua watu watakuwa wanakuja msikitini kuangalia rangi tu, hiyo sio. Puu, kwani mtu hatoki Mbezi kule anakuja posta kwenda kununua vocha. Kipindi kile baada kuingia vocha kurusha hii, yani mtu anataka mbuzi, anakuja posta pale Samora pale, kulikuwa na mwanamke mmoja mzuri sana, yani endelea lake achukue vocha tu. Kipindi kile kuna vocha shilingi 40, 50, 60 kipindi kile, acha, alafu moja, nipatie shilingi laki moja vocha. Ah, eh, bwana wewe, yani lengo haionekani nani na mwanamke watafika, baadhi ya wao shehe, wanakuja msikitini huu kuangalia mabuibui tu, atasema ah, ile buibui lilipo na yuko vile, mambo ya baya. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba ni bora waswali nyumbani, swala ya Aisha na hiyo, wabogola, fitna yusuh, hata shehe, kwa hiyo swali limeulizwa hivi, hawa wanawake watapata vipi fadhila hizi? Wanapata fadhila kwa nukta kuu mbili. Nukta kwanza ni toka naye mke wako pamoja alfajiri, huja naye msikitini. Kama ameolewa hauolewa atoke na ndugu zake aje msikitini, ni sawa La kama nyumbani kuna watu wanne watano na kuna mwanamume mmoja, basi mwanamume anaweza akawa imamu, kina mama wale wanaweza akawa imamu, jamaa inapatikana. Lakini kwa faida ya ziada hii, wanawake wenyewe kwa wenyewe wanaweza kuweka jamaa, wanawake wenyewe kwa wenyewe wanaweza kuweka jamaa, inaruhusiwa. Apatikane tu mdogo anaogoa uzuri Alafu na sasa kishi tumelewa ndio, na kwa hiyo nao pia. Na kwa Uislamu au au haukuwatenga wanawake, katika dini ambayo iliwapenda wanawake ni Uislamu. Nitoe nukta mbili kwa haraka haraka, kabla sasa nikujibu, mwanamume akimwambia mkewe, kwa maana akimvunjia heshima mkewe, mwanamume akimvunjia heshima mkewe, mwambia ah, wewe kama mama yangu tu wewe wewe ni dada yangu tu, wewe ni mashangazi yangu tu, wewe ni binti yangu tu. Ameguaishma yule ni mkewe, jamani, ni mkewe yule, amshiri amwambia ah, ah wewe ah, binti yangu Yusra, au ah, Halima, au ah, Nakala, akisema ah, hivi mwanamume aelewe yule um, mke ni haramu kuvingilia mpaka afunge siku sitini. Akifunga siku hamsini na nane moja, ataanza upya ya kwanza. Ha, jamani, ni heshima gani mwanamke? Mwana aaa yani, hata ule mke wake uheshimike na mume afahamike yeye ni mke kuliko kumwambia ah, mama yangu, bwana, shangazi yangu na no, no, kwa kuheshimiwa sana lakini mwanamke mwingine ukimwambia, ukimzulia, ikiwa ni mke wako au mwanamke mwingine ambaye alijihifadhi, ukimzulia kwamba amezini, ah, yule mwanamke yule, bwana, hey. Sasa hivi wana jina yao laitana yatamka si mazuri eh, hey. Abakishi yule hapishi njia yule hapishi sura yule, Kapish, mwetukana kama ni kweli, b la, lakini kama unamzulia huyo mwanamke kama unamzulia huyo mwanamke, shehe wewe, sheria yasema lazima upige bogo themanini, upige bogo themanini. Ila mwanamke akimzulia mwanamume mwanamke hana humuhiyo zinaanaa